Kwa jina naitwa Shania Minja ni mwana Red Cross kutokea chuo cha Katoliki Mwenge. Pia katika siku hii, tukio hili kwangu mimi lina maana kubwa sana, tukizingatia pia kanuni saba za Red Cross, ambayo kanuni ya kwanza ni utu. Kwa katika siku hii hapa ni maadhimisho kwamba tunaenda kufanya utu kwa ndugu zetu ambao ni wagonjwa, hawakupenda kuwa wagonjwa, ila sasa tunaenda kuonyesha upendo kwao, namna gani ambavyo sisi tunataka tujaliane sisi kwa sisi, kwamba mwenzako ana hali gani. Kwa hiyo ni moja ya kanuni na pia kuonyeshana utu na upendo kwa watu wote bila kujali kwamba huyu ni mgonjwa, huyu sio mgonjwa, huyu ni mwathirika, huyu sio mwathirika. Kwao ni kuonyeshana upendo, kujaliana, na pia kutambua kwamba umuhimu wa Mungu katika maisha yetu kwamba tulipo sisi ambao ni wazima, sio kwamba tuna kitu cha thamani sana kuliko wao, hapana, na tunakuja kuona ni namna gani Mungu pia ana nafasi kubwa katika kila mmoja wetu. Napenda kwa sababu ya kwanza kujitolea kwenye jamii. ni taasisi ambayo inatoa inajihusisha sana katika kuhudumia jamii katika namna mbalimbali, kuanzia kwenye swala la magonjwa, swala la majanga, matukio yote ambayo yanahusiana na jamii, inafanya nijihusishe ni, ni, ni, ni moja kwa moja katika kuhudumia jamii kwao. Napenda sana kuhudumia jamii kwao, napokuwa na Red Cross naweza kafanya shughuli zozote zile za majanga, maswala ya kwenda kujitolea mahali, maswala ya kusaidia jamii, kugusa kila moja kwa nafasi yake.